Karibu tena ndugu mtazamaji wa MS Online TV katika kipindi chetu kingine cha ndoa, na leo tuna somo liitwalo talaka kutegemea aina ya ndoa ulionayo. Talaka na aina ya ndoa, somo hili. Kabla hatujajifunza juu ya somo hili, hebu twende kwanza kuomba Mungu. Baba, asante kwa neema ya ajabu. Naomba moto wa Roho Mtakatifu umshukie msikilizaji wangu, msikilizaji wangu huyu ambaye Bwana yuko na nia ya kutaka kujua nini kuhusu talaka ile iliyotolewa na Musa, na je, mawazo yako Yesu Kristo uliyotueleza uliyotuachia, ya kwamba ndoa inadumu hadi kifo atatutia nguvu na kutusaidia sisi sote tujaze Roho wako Mtakatifu ili amsaidie kila mmoja kuelewa kwa kina kile ulichokifundisha wewe. Mimi natumika tu kama chombo, unitumie kwa ajili ya kila mmoja kama ambavyo ulinifundisha mwanzo, nami sasa napeleka mafundisho haya kwa hawa wasikilizaji wetu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimesema tunajifunza juu ya talaka, ni somo lile lile la talaka linaendelea. Somo la talaka bado linaendelea, lakini sasa tunaingia kwenye kipengele kinachosema talaka na aina ya ndoa. Maana yake, ili uweze kunielewa ndugu mtazamaji wa MS Online TV, somo hili linamaanisha talaka itategemea aina ya ndoa ulionayo. Kwa hiyo ni muhimu kuzijua sasa aina za ndoa kibiblia, ili uweze kuelewa vizuri. Tulipoanza somo hili tuliona Mafarisayo walikuja kumuuliza Yesu katika Mathayo sura ya 19 ule mstari wa tatu ikiwa hamkusoma ya kuwa yeye aliwaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Yesu anauliza hamkusoma hivyo. Yesu katika tahadhari hii anawataka wajue kuwa muumbaji wa ndoa aliumba ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Kwa hiyo hapo kwanza, anataka kuonyesha ya kwamba hakuna mitala kwenye ndoa. Kama unaingia kwenye mitala unakosea. Ndoa hii ilikuwa ndoa ya nje ya Eden. Ndugu zangu, kuna aina mbili tu za ndoa. ndoa ya nje ya Eden. Ndugu zangu, kuna aina mbili tu za ndoa kikristo. Ndoa ya kwanza ya Kikristo, ndoa ya kwanza ni ile ndoa ya Eden ya watu wakamilifu wenye sura ya Mungu na mfano wa Mungu na ya pili ndoa ya nje ya Edeni ambayo tunaiona baada ya Adamu kuanguka, kama nilivyoeleza mazoa, ndoa ya nje ya Edeni hii ni ndoa ya baada ya anguko. Ndoa ya namna hii ni ya vyanzo vitatu. Tayari nilishafundisha vyanzo vinne vya ndoa. Sasa vyanzo vitatu vinatengeneza ndoa ya nje ya Edeni au ndoa ya baada ya anguko kama mtu ameoa mke ama ameolewa na mwanamume kwa sababu ya tamaa zake mwenyewe, hicho ni chanzo cha kwanza kinachompeleka kwenye ndoa ya nje ya Eden. Au kama mtu ameoa mke ama ameolewa na mwanamke na mwanaume ambaye ni misukumo ya kijamii ndiyo inayosababisha waoane, huyo naye anatengeneza ndoa inayompeleka kwenye maisha ya ndoa ya nje ya Edeni. Lakini chanzo cha tatu ni ndoa inayotoka kwa Shetani. Kama mtu ameolewa kwa mkakati wa kuzimu na Shetani akafanikiwa kute kuunganisha hiyo ndoa, kwa namna yoyote ile, anatengeneza ndoa ya aina ya pili ya nje ya Edeni. Kwa wanadamu kuna aina mbalimbali sana za ndoa, nyingi tu, wenyewe wameainisha aina nyingi, lakini Biblia inatambulisha ndoa za aina mbili tu: ndoa ya ndani ya Eden ambayo chanzo chake ni Mungu, na Mungu anamwandaa mume na mke, kisha anamleta kwako ili ufanye wewe uchaguzi wa mume sahihi na mke sahihi kutoka kwa Mungu, pasipo kufanya makosa. Katika mchakato huo wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu kuchagua mume au kuchagua mke. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye amemwandaa, halafu anamleta kwako, halafu Roho Mtakatifu alioko ndani yako anasema na wewe kwamba huyu ndiye mumeo ama huyu ndiye mkeo. Lakini aina ya pili ya ndoa ambayo ni ndoa ya nje ya, ya Eden ina vyanzo vitatu kama nilivyosema, inaanzia kwenye mifumo ya kijamii ama kwenye tamaa ya mtu au kwa shetani mwenyewe. Ndoa ambayo inaanza kwenye mifumo ya kijamii ama kwenye tamaa ama kwa shetani huwa ina mambo yafuatayo. Kwanza, inavuruga ile protokoli ya kiungu ambayo Mungu aliitengeneza kwa ajili ya ndoa. Ni protokoli ipi? Mungu alisema mwanamke mume wake ni kichwa chake, na huyo mwanamme ambaye ni kichwa cha mwanamke kichwa chake ni Kristo, na huyo Kristo kichwa chake ni Mungu. Hiyo ndio protoko ya kimungu. Sasa shetani anachokifanya na vuruga hiyo protoko, unakuta mume na mke wako sawa, wenyewe wanasema sisi tuko sawa. Halafu juu ya ndoa ya namna hiyo, kichwa chao huwa ni mapepo. Na juu ya mapepo kichwa chao huwa ni shetani. Lakini pia kuna ndoa ambazo mke ndiye kichwa, shetani anageuza kichwa chini miguu juu, mke anakuwa kichwa, alafu mume anakuwa chini, na mapepo yanakuwa juu, na shetani juu tena. Lakini pia zipo ndoa ambazo mume ni kichwa, ndiyo, ila bado mke, ingawa yeye yuko chini ya mume kiprotokali lakini bado mapepo na shetani ndio wanaosimamia hiyo ndoa. Hizi ndoa unaweza kuzitambua kwa kuangalia mambo yafuatayo. Kwanza, ni ndoa za muda mfupi tu, hazidumu, lakini ni ndoa ambazo zinaruhusu taraka. Ndoa za namna hii zinaweza kufungwa hata makare, makanisani kwetu, lakini kiuhalisia haziunganishwi na Kristo, huunganishwa na watu, zinafungwa bomani kwa mujibu wa sheria za nchi, zinaunganishwa na watu. Zinafungwa pia kwenye mila, zinaunganishwa na watu, au zinafungwa kwenye mifumo ya kidini, zinaunganishwa na watu, na zingine zinafungwa kwenye mifumo ya kitamaduni, nazo pia zinaunganishwa na watu, haziunganishwi na Mungu. Ndoa hizi baadhi yake huruhusu hata watu wa jinsia moja kuoana, wengine kuoa midoli wengine kuolewa na wanyama kama mbwa au wanyama wengine, au kuoa mbwa, wengine kuchumbia mimba, wengine kuoana kwa mkataba wa muda mfupi, wengine kufunga ndoa za mikeka, wengine kuoana kwa kurithiana na wengine kuoa au kuolewa na majini mahaba, wengine kuoa mitara na wengine kuoana na mtalaka. Ndoa ya nje ya Edeni ni ndoa baada ya anguko, kwa hiyo haina Mungu. Ndoa za aina hii huunganishwa na wanadamu. Ndugu zangu, ni anguko ndilo lililosababisha yote haya. Hata tunapoona zinaa, ulawiti, usagaji, mitala, haya yote ni sababu ya anguko. Tunafahamu wakati ule wa Musa, Musa alikuwa na sheria mia sita kumi na tatu na kila sheria ukisoma katika kitabu cha Kutoka, kila sheria ilitengenezwa kwa sababu ya uovu fulani, ili kuisaidia jamii. Na mojawapo kama nilivyoeleza katika somo lililotangulia la taraka, wakati na nafanya utangulizi wa somo hili, nilieleza mazingira yaliyosababisha ndoa kupewa talaka. Mungu wa dunia hii kwa kweli aliiharibu sana dunia mpaka kutungwa kwa sheria hizo mia sita kumi na tatu. Ndugu yangu, ni kwamba dunia inapo fokasi kwa shetani inatengeneza ndoa ambayo si ya mpango wa Mungu. Kwa kawaida Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe, lakini alichokiunganisha mwanadamu anaweza kukitenganisha kwa sababu yeye ndiye aliyekiunganisha. Katika ndoa za aina hii wanandoa husukumiana makosa, yaani mwanamume amefanya kosa au mwanamke anafanya kosa lolote, anajaribu kumtwisha mwenzake. Tunaweza kuiona hii baada ya Adamu kukosea anasema sio mimi, ni yule mwanamke uliyenipa. Hakuna mtu yeyote katika ndoa za namna hii aliyeko tayari kuwajibika kwa kosa lolote analolifanya. Katika ndoa za namna hii wanaume huficha fedha zao kwa wake zao, na wanawake pia huficha fedha zao kwa wake zao, kwa waume zao samahani. lakini pia wanakuwa na vitu vingi mioyoni wamevitunza, na mume ajui na mke ajui ni shida kubwa sana. Nikupe mfano mdogo. Kipindi fulani katika kufanya majukumu yangu haya ya ushauri kwa wanandoa, nilikutana na ndoa moja mahali fulani. Wale wanandoa, mume na mke, walikuwa wana siri ya mioyoni mwao ambao hawakuambiana. Ni siri gani? Mwanamume aliwaza kwamba ninapaswa nijenge nyumba, na kwa sababu anataka kujenga nyumba, akawaza kudunduliza fedha kidogo kidogo kwenye akaunti ili baadaye aje kujenga nyumba. Akadunduliza zikafika kama zaidi ya shilingi milioni sitini. Mwanamke naye na yeye aliona wamechoka kukaa kwenye nyumba ya kupanga, na yeye akawaza kwamba tungekuwa na pesa tungejenga. Huyu mume hajamwambia mke kwamba anadunduliza mahali, na huyu mke naye anaona ni shida, wanakaa nyumba za kupanga, lakini naye pia hamwambii mume wake kwamba tunahitaji nyumba, ili wachokoze mada waweze kuzungumza wakae mezani waelewane waone watajenga namna gani, na mwenzake afunguke. Sasa nilipokwenda kwenye kanisa lao huko nikakuta wale watu wametengana na wametengana vibaya, walitaka kuuana. Mke alitaka kuuawa, mume alitaka kumpiga risasi mke wake. Kilichotokea ni hivi, nifupishe ili nisikupotezee nisi muda mwingi kwa mifano, tuendelee na somo letu. Kilichotokea ni kwamba yule mwanamume alipojua kwamba fedha iko nyingi na amemficha mke wake Ilitokea siku moja mwanamke akaipata ATM card ya mume wake, na akatafuta kwa siri sana kujua namba ya siri ya, ya ATM card ile. Basi Mungu si athamani, akaijua. Siku moja yule mama akaenda kwenye ile benki, akaingiza ATM card, akachukua fedha, akachukua fedha kwa mara ya pili, akachukua fedha kwa mara ya tatu Akachukua fedha kwa mara ya nne, akaendelea kuchukua fedha mpaka zile milioni sitini zote zikaisha. Alipochukua zile fedha, akaenda akanunua kiwanja, akajenga nyumba yenye thamani ya shilingi milioni sitini. Siku moja huyu baba anataka kuangalia, je, wana kiasi gani kwenye akaunti. Alipoenda benki, akakuta ni zero. Anarudi nyumbani na hasira ya ajabu. Hasira na itoa wapi? Alipoona ni zero, alienda kuripoti kwa meneja wa benki, nimeibiwa. Meneja wa benki alimpeleka kwenye picha kuangalia. Unajua ATM card, ATM machine zinakuwa na na picha pale. Kuna kamera inapiga pale. Kuna CCTV kamera karibia zote. Kwa hiyo wakaangalia ni nani aliyechukua hizo pesa. Wakakuta ni mke wake ndiye aliyeingiza na chukua pesa ya kwanza mpaka ya mwisho ikabaki sifuri. Mwanaume anatoka pale anasema, nikimkuta mahali popote mke wangu ama zake ama zangu. Kwa hiyo alipofika pale nyumbani, mke naye akaja, anachekacheka, amefurahi na anashangilia. Mume akaingia ndani, anachukua bastora, anataka kumuua. Haelewi kitu gani kinaendelea. Mungu si athumani, mke akachoropoka akakimbia zake. Kwa mimi ninakuja kuwakuta hawa ni washirika wa kanisa moja, lakini sasa wana mwezi mzima wametengana Sababu ni hiyo, nikamwita wa kwanza, nikazungumza naye, nikamwita na wa pili, nikazungumza naye. Bahati nzuri nilikuwa na mke wangu, kwa mke wangu alikuwa anazungumza na mke mwenzii, na mimi nikawa nazungumza na yule mwanamume. Baada ya hapo, tukapata majibu kwamba zile milioni sitini, yule mama akasema ni kweli nilizichukua, lakini nilienda nikajenga nyumba mahali na baba naye akasema mimi nilizitunza ili nijenge nyumba. Unaona shida ni, kwa sababu wamefichana. Kama huyu angemweleza mwenzake, mama, ninakusudia kujenga nyumba, nimeshafikisha milioni sitini, lakini natamani ile nyumba ifi, i, iwe labda ya milioni mia, mwanamke asingeiba zile pesa. Iko shida sana unapomficha mwenzako kitu ulicho nacho moyoni. Ndoa za namna hii huwa zinafichana siri, mume hataki kuwa wazi kwa mwenzake. Biblia inasema Adamu na Hawa kabla ya anguko walikuwa uchi na hakuna hata aliyeona aibu kuwa uchi, maana yake mioyo yao ilikuwa wazi. Mume alikuwa wazi kwa mkewe na mke alikuwa wazi kwa mmewe. Fanya kanuni hiyo katika maisha yako ya ndoa, itakusaidia sana kuondoka kwenye kuwa na ndoa ya kibabe ukandamizaji ya, ya dharau yenye upendo wa maigizo kama ndoa nyingi zilivyo leo. Ndoa nyingi sasa hivi watu wanatoka nje ya ndoa na wengine wanazaa nje ya ndoa halafu wanaficha siri, watu wanapigana hovyo. Tunatatua ndoa za watu ambao wamepigana sana. Wanaume wengine unakuta wanategemea wake zao, eti mke ndiye azalishe ye yeye akae tu asubiri kula. Ndugu zangu, Ndoa zina shida sana, lakini sababu kubwa ni kwamba wameoana nje ya Edeni. Tunachopaswa kufanya ni kurudi Edeni ili tuwe na ndoa safi takatifu, isiyokuwa na shida yoyote. Tunasoma katika kitabu kile cha Matayo sura ya 19 mstari wa 4 na wa sita. Mstari wa nne na mstari wa sita. Yesu ambaye ni mwasisi wa ndoa anawajibu wale Mafarisayo, anasema hivi: hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Maana yake hapa Yesu anasema hivi: mimi kama mwasisi wa ndoa niliumba mtu mume na mtu mke, nikamtengeneza kila mmoja akawa kamili na wa kipekee asiyeweza kutengana na, na mwenye uwezo wa kujitegemea ili aweze kuishi na mwenzake. Ndiyo maana niliwaumba kwa mfano wangu mimi mwenyewe na kwa sura yangu mimi mwenyewe. Na Biblia inasema, Yesu ndiye anayeongea hapa, anasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba na mama yake naye ataambatana na mkeo hata si wawili tena bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hayo ndiyo majibu ya Yesu kwa Mafarisayo. Wakati Yesu anatoa hayo majibu, ndugu zangu, kulikuwa na wanawake zaidi ya elfu kumi wanamsikiliza kwenye ule mjadala. Ukitaka kuelewa hii kwa hebu soma ule mstari wa sura ya kumi na tisa mstari wa kwanza na wa pili nitafafanua kidogo ili usije uka, uka, usielewe usije ukapotea uka lakini hawa wanawake walikuwa wanapiga vigeregere walikuwa wanapiga shangwe mioyoni wanashangilia wanaona Yesu amepatia kuanzia sasa hatutaachwa tena kwa talaka lakini Mafarisayo baada ya Yesu kuwajibu hiyo wakaona, aha, barabara, Yesu naye ameingia kwenye mtego wetu. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Wanamuuliza Yesu, kwa hiyo baba yetu Musa aliyetupatia sheria mia sita kumi na tatu alikosea kuweka sheria ya talaka. Bwana Yesu akawakumbusha mazingira ambayo Musa alikutana naye, na mimi naomba niwaeleze kidogo hayo mazingira. Musa alikuwa rais wa wapagani zaidi ya milioni tatu na nusu. wapagani wa namna gani? wamekaa miaka mia nne kule Misri, hawana Mungu, mia nne thelathini hawana Mungu, hawasikii sauti ya Mungu huko Misri wamekaa kipweke sana, wamempoteza Mungu, wamekufa kiroho kabisa. Musa anapambana kuwaleta waweze kutendea na haki watu wa mwilini. Ndugu zangu, ndiyo maana Musa akawa na hali ngumu. Wanaume kipindi hicho walikuwa ni wababe, tena wababe kweli kweli, kuliko hata yule jamaa wa juzi ambaye alimchoma mkaa Ha, mwenzake pale Dar es Salaam alimchoma mke wake kwa mkaa Dar es Salaam. Unakumbuka Balala Sulemani, mwanamume anaoa wanawake mia saba halafu anaoa na mahouse girl mia tatu Eh, unakumbuka Balala Ruben, analala na mke wa baba yake? Kwa hiyo talaka ilikuwa ni hukumu nafuu ya Musa kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya amani kwa watu ambao hawana Mungu wamempoteza kwa zaidi ya miaka 430. Ilikuwa ni lengo la kupunguza mauaji na vitendo vya ngono vilivyokuwa vimekithiri, lakini usisahau talaka ni wazo la kibinadamu la Musa ili kuleta amani ndani ya taifa lao na ndani ya familia zao, lakini si amri ya Mungu. Musa na baraza lake la wazee sabini walikubaliana kupunguza vifo na mauaji ya kutisha kwa wanandoa. Hata hivyo, tangu Musa hadi Yesu takribani miaka elfu tatu na mia mbili, sheria hii ilikuwa imekithiri kwa kuwa kandamizi inayonyanyasa na kuwanyima uhuru na haki ya ndoa wanawake Kumbuka, hao wanawake nao pia waliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo wakati huo Yesu anaulizwa swali, ndugu zangu, hali ilikuwa imekithiri ya mateso kwa wanandoa wanawake. Hawa ambao wameteswa kwa miaka mingi walikuwa pale pale wanasikiliza, lakini wanashangilia na kufurahia mioyoni mwao. Ndugu yangu ukisoma kumi na tisa mstari wa kwanza na wa pili kitabu hicho cha Mathayo, mimi nilianzia mstari wa tatu. Biblia inasema hapa, makutano mengi wamemfuata akawaponya, huko katika mipaka ya Uyahudi, ufukweni mwa Yordan. Hawa watu ambao wanaitwa makutano mengi, ndugu yangu, walikuwa ni watu zaidi ya elfu ishirini ambao walikuwa wanamsikiliza Yesu pale, wamo wanawake wenyewe wanawaza mioyoni, wale wa mama, mimi nikitema mate na mume wangu akaona nimetema mate, nina hati ya taraka. Nikikohoa hovyo hovyo <coughs> na pengine hicho kikohozi kikamudhi mume wangu, nina hati ya taraka. Nikipita pembeni tu ya wanaume pale kwa sebuleni kwangu, alafu labda wanaongea jambo lao, nina hati ya taraka. Ikitokea niko hedhi, mwanamke akiwa hedhi, ina maana siwezi kumhudumia mme wangu. Kwa wengine walikuwa wanapewa hati ya taraka kwa sababu tu wameingia hedhi. Ndugu yangu, mitala, ugoni vilikuwa ni sababu tosha ya watu kupeana taraka. Mwanaume alikuwa anaacha mkewe kwa sababu ya ovyo, labda tuseme hajafurahishwa na mkewe katika huduma ya jana walipolala, asubuhi anakutana na taraka. Au tuseme mume hajafurahishwa na chakula kilichopikwa na mkewe mchana jioni, anakutana na talaka. Mwanamume alikuwa na haki ya kusema simtaki mwanamke huyu, na hakuna kumuuliza kwa nini humtaki mkeo. Kipindi cha Malaki, kosa lolote dogo tu lilitosha kabisa kutoa talaka. Mke akipita sebuleni, mumewa amekaa tu, talaka hiyo inatoka. Mwanaume akimpenda mwanamke mwingine, labda umbile tu la mwanamke mwingine mtaani au binti ambaye hajaolewa akifika nyumbani, anatoa talaka. Mwanamke akizaa watoto wa a aina moja, labda wa kike tu, mfano wa kwanza, wa pili, wa tatu, kabla hajazaa mtoto wa nne, anakutana na talaka. Mwanamke akiwa ni mpenda kuchekacheka sana anakutana na anagongwa na talaka. Akiwa kimya sana anaambiwa na kiburi. Mwanamume anawaambia wanaume wenzake, mimi mume wangu na kiburi, mke wangu na kiburi sana, nikienda leo nampa talaka. Ikitokea tu mwanamke amechelewa kwenye sinagogi kule alikoenda, anakutana na talaka akirudi. Wanawake walikuwa hajui ni kipi cha kufanya ili wasipate talaka. Kwa hiyo wakati huo, Yesu anapowauliza Yesu anapojibu maswali hayo, hali ilikuwa ngumu ngumu ngumu sana. Ndipo Yesu akaambia, Musa aliwaruhusu kuwapa wake zenu hati ya talaka na kuwaacha kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Ndiyo maana Musa aliwapa ruhusa ya kuwacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Tangu mwanzo, manake tangu wakati ninaumba ndoa, mimi Yesu sikutengeneza kitu cha namna hiyo. Ndugu zangu, tuombe Mungu ili aondoe mioyo ya jiwe ambayo ndiyo iliyokuwa sababu ya mambo haya yote. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa mwanaume huyu na mwanamke huyu ambao walikuwa wananisikiliza kwa muda huu, baba wakati huu ninaomba kwa ajili ya kuondoa mioyo ya jiwe kati ya wanawake na kati ya wanaume, ambayo ndiyo sababu kubwa ya talaka nyingi tunazoziona leo katika ulimwengu huu. Watu hawana nguvu za Roho Mtakatifu, wamemwacha Mungu, wanajiendesha kimwili, wana mioyo iliyo watenganishe, na wasione talaka kama ni agenda katika maisha yao. Baba, wabariki hawa ndugu wanaonisikiliza, ili Kristo na wenyewe waweze kufurahia ndoa na wajue kabisa ya kwamba ndoa haifai kupeana talaka, kwa sababu wanahitaji ndoa ya Edeni, sio ndoa ya nje ya Edeni. Mungu na kuomba wapatie watu wote hawa wanaonisikiliza ndoa ya Edeni katika jina la